Mwelekeo wetu wa ujumla ni kuirejesha ile Tanga ya viwanda kama sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuijenga Tanzania ya viwanda kwa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda katika kila wilaya. Sambamba na hilo, tafufua viwanda vilivyobinafsishwa lakini havijaendelezwa, ikiwemo kiwanda cha chai kule Korogwe. Lakini pia nimefurahi kuona kiwanda cha foma nacho kimefufuliwa, lakini vile vile, kiwanda cha saruji kimeongezewa uwezo wa uzalishaji. Sasa Tanga inaleta saruji nyingi kuliko ilivyokuwa kabla. Vile vile, kuna kiwanda mm, kipya kimeingia, kiwanda cha kufunga magari ya ambulance, assembling ya ambulance kinakuja, kinaingia hapa Tanga na vivyo hivyo tutaendelea kuvuta wawekezaji ili wawekeze kwenye maeneo ya viwanda hapa Tanga. Wito wangu kwa Wanatanga, kwa yale maeneo ambayo hayatumiki, lakini yako mikononi kwa watu, hayatumiki fanywe hima kurudishwa, ili wanaokuja kutaka kuweka viwanda wakute maeneo yapo tayari.